Nakukaribisha Kalulu Herbal Clinic, nipo Kariakoo, mtaa wa Kipata na Congo, na hapa ninakueleza sababu ya msingi kwa nini huje Kalulu Herbal Clinic. Kama unasumbuliwa na matatizo ya uzazi, wale kina dada wenzangu ambao wametumia vidonge vya uzazi wa mpango, wengine hawashiki ujauzito tu kwa sababu zingine, lakini pia una changamoto ya hedhi, inatoka nyingi, wengine chango linakusumbua sana Eh, una tatizo la hormone mayai yapevuki, lakini pia una changamoto ya uvimbe kwenye mfumo wako wa uzazi. Nakwambia hivi, niko na sababu nyingi za kukwambia njoo Kalulu Herbal Kliniki, na hapa nina ushuhuda wa watu wengi, lakini nilisema siko tayari kumuonyesha mtu ambaye amepitia changamoto mbalimbali mbali za uzazi kwenye mitandao au kwenye TV kwa sababu tu nataka kupata pesa, ila elewa tu kwamba watu wanaendelea kufaidika na huduma yangu, wanaendelea kupata tiba na wengi sasa kina mama wamebeba ujauzito. Niko na dawa mbili sana. Mimi kwangu tiba ya uzazi ukifika hapa ni laki moja na ishirini. Utafanyiwa kipimo ni shilingi elfu ishirini na utapewa dawa mbili kwanza. Hizo ni kwa ajili ya kufungua mirija ya uzazi, kwa ajili ya kubalansi hormon, kwa ajili ya kuondoa uvimbe kwenye mirija ya uzazi, lakini kwa ajili ya kupevusha mayai gharama yake ni laki moja na ishirini tu tiba ya uzazi. Marafiki, najua sehemu zingine mnatozwa hela nyingi, lakini nataka nikwambie, ukifika Kalulu Herbal Clinic, niko Kariakoo, mtaa wa Kipata na Congo, njoo niambie, Basilisa, mimi na shida ya uzazi. Nimewaambia hivi, nilikuwa nafanya utafiti na sasa nimegundua kwamba tiba ipo, masuala ya uzazi yanatibika. Niko na dawa mbili nzuri, dawa mbili nzuri niko na dawa yangu hii hapa, inaitwa Mkunga. Hii dawa inaitwa Mkunga. Kama unafahamu mkunga, kazi yake kuzalisha. Sasa dawa yenyewe hii hapa, lakini pia niko na dawa nyingine inaitwa fibroid. Hii hapa inaitwa fibroid. Wale ambao wana uvimbe kwenye mirija ya uzazi, una cyst, una fibroid, njoo Kalulu Herbal Clinic. My dear, unakwenda kupata muujiza wako, mambo yanakwenda kubadilika watu wasiendelee kukwambia we ni mgumba hauzai na kizazi unacho. Njoo Kalulu Hebo Kliniki tukupatie matibabu na utakwenda kuzaa na maisha yataendelea. Lakini pia wako wale ambao wanasumbuliwa na matatizo ya PID, PID, unatokwa na uchafu sehemu za siri, unapata maumivu wakati wa tendo la ndoa, unapata na maumivu chini ya kitovu sana, unashindwa kuelewa changamoto ni nini, basi fika Kalulu Hebo Kliniki. Kwanza tutakupima tuithibitishe kwamba ni PID, baadaye tutakupatia tiba maana wanawake wengi wa bebi mimba wanafikiri PID tu pekee yake. Hapana, maradhi ni mengi, kuna changamoto nyingi zaweza kusababisha ukashinda kubeba ujauzito. Kwa hiyo nipigie simu namba 0714 772622. Napatikana Kariakoo mtaa wa Kipata na Kongo, tuko hapa. Ni Kalulu Hebo Clinic, tuko ndani ya jengo linaloitwa Stationary Center. Hapa ndiko kuna ofisi zetu. Ukifika hapa, unakwenda kupatiwa tiba. Tunatibu maradhi mengi yako mambo mengi tunatibu hapa lakini, leo somo langu ni kuhusu tiba ya uzazi eh? Tiba ya uzazi, lakini ukikutwa una changamoto za uvimbe, una changamoto za homoni, una changamoto za PID, gharama itaongezeka kidogo, kwa sababu PID ni tiba tofauti. PID gharama yake ni shilingi elfu arobaini. Kwa hiyo utakwenda kutoka laki na ishirini mpaka laki na 60 utakuwa umepona changamoto zote za uzazi. Yaani unakwenda kubeba mimba na ugumba inabaki kuwa historia. Wale wasichana ambao unakuta na miaka ishirini hapo anahangaika hapati ujauzito, uzito njoo, usikate tamaa, ndo kwanza umeolewa, mawifi wasianze kukutilia nungwa. Wewe njoo Kalulu Herbal Clinic, tunakwenda kukutibu na maisha yako yanaendelea kama kawaida. Nipigie ni simu namba sifuri saba moja nne sabini na saba ishirini na sita ishirini na mbili tiba ya uzazi ugumba, unatibika.